Naomba tukae kwenye uwepo wa Mungu wetu. Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Tafadhali fungua pamoja nami kitabu cha Isaya mlango wa 30 mstari wa 19. Isaya mlango wa 30 mstari wa 19. Kwa maana watu watakaa katika Sayuni huko Yerusalemu, wewe hutalia tena, hakika yake atakuonea rehema nyingi kwa sauti ya kilio chako, asikiapo ndipo atakapokujibu. Asikiapo ndipo atakapokujibu. Zaburi ya mia na ishirini na tatu mstari wa kwanza mpaka wa tatu mimi nitasoma wa pili wa kwanza na watatu nitakuachia, pata nafasi ya kusoma Zaburi ya mia na ishirini na tatu mstari wa kwanza mpaka watatu. Mimi nitasoma wa kwanza alafu nitaacha wapili, nitasoma na wapili nitaacha ule watatu. Nimekuinulia macho yangu, wewe uketie mbinguni. Kama vile macho ya watumishi kwa mkono wa bwana zao kama macho ya mjakazi kwa mkono wa bibi yake, hivyo macho yetu mwelekea Bwana, Mungu wetu, hata atakapoturehemu, hata atakapoturehemu. Na tuombe. Mungu uliye mwema, Baba mtakatifu, tunakushukuru tena kwa neema uliyotupa katika zamu hii ya mafungo ya kuhitimisha mwaka 2025. Hakika ni rehema na neema zako, kuwa salama kwetu na mikononi mwako umetuficha, kama vile kuku afichavyo vifaranga vyake. Tumeuona uaminifu wako tangu Januari hata sasa. Wewe ni Mungu usiyebadilika katika wingi wa rehema zako. Maandiko yanasema kwa sababu hizo rehema ni mpya kila siku asubuhi, na asante kwa sababu zimekuwa hivyo kwetu na uzao wetu, na asante tena kwa majira haya ambayo umetupa tumimine mioyo yetu kwako kwa ajili ya kuandaa mwaka elfu mbili na ishirini na sita kutafuta njia iliyonyooka na iliyoelekezwa na wewe kwetu. Na asante kwa ajili ya mipango na malengo tunayoleta kwenye madhabahu yako, nasi tena tuna haja na tuna kiu, nawe utusaidie kuomba jinsi pasavyo, maana hatujui kuomba. Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli, tunakupa nafasi ya kwanza, utuombee katika jina la Yesu sante kwa zamu hii, naomba tena neema yako iwe juu yangu, nitumie tena kuisema ile kweli yako kwa ajili ya watu wako, kanisa lako na taifa lako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu kila mwenye pumzi aseme amen. Pe Yesu, makofi mazuri tena. Kwa unyenyekevu mwingi, namshukuru Mungu ambaye amenipa kuwa kwenye zamu hii, nimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu baba yetu Daktari Eliona Isaka Kimaro, baba Mungu akubariki sana kwa kuwazamu na kuachilia ujumbe wa wakati, tungemshangilia Mungu sana kwa ajili yake. Nimesema tumshangilie Mungu sana kwa ajili yake. Lakini nimshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu mwinjilisti Standi, na watumishi wa Mungu sister, Mungu awabariki sana. Tumshangilie pia Mungu kwa ajili yao. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya wazee wa baraza. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya praise team na kwa ajili ya waombaji lakini mshukuru Mungu kwa ajili ya mwalimu aliyekuwa zamu ya jioni, mwalimu Rednan Mlawi. Tunamwamini Mungu kwamba kupitia walimu hawa kuna neno la wakati ambalo Mungu ameachilia na tumevuka kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa neno kuu kwenye mafungo haya, how shall this be, ndilo neno ambalo Mungu ametupa Litakuwaje? neno hili neno ambalo Mariam anasema wakati malaika anapozungumza naye. Na kwa majuma haya Mungu amemtumia mtumishi wake mchungaji daktari Eliona Isaac Kimaro kuweka ujumbe huu kwa namna ile ambayo inajua yasiyowezekana yanawezekana, na kutusaidia akili zetu zione Mungu yupo upande wetu bila kujali mazingira na nyakati tunazopitia lakini pia kutupa kazi ya kufanya ili neno hili liwe hai na halisi kwetu. Baba Mungu akubariki sana. Mimi nimepata nafasi ya kujifunza, sijui kwako. Kwa wiki hii ambayo Mungu amenipa, nitakuwa nazungumza kipengele kidogo kwenye lile neno kuu kinachosema umuhimu wa rehema na neema za Mungu kwenye urejesho wa kizazi, umuhimu wa rehema na neema za Mungu kwenye urejesho wa kizazi umuhimu wa rehema na neema za Mungu kwenye urejesho wa kizazi. Yapo mambo machache ambayo tutaangalia kama msingi wa somo, lakini pia tutapata nafasi ya kuomba na kipekee kuomba kwa ajili ya uzao kwa namna ile ambayo Roho Mtakatifu atatupa kuomba na Natamani sana angalau akili yangu na akili yako ijue ni maombi peke yake yanayoweza kurudi jana na kuirekebisha. Ni maombi peke yake yanayoweza kurudi jana na kuirekebisha. Ni maombi peke yake yanayoweza kuja leo na kuitengeneza. Ni maombi peke yake yanayoweza kwenda kesho na kuiandaa. Maombi yana uwezo wa kurudi jana na kuirekebisha. Maombi yanaweza kuja leo na kuitengeneza, lakini pia maombi yanaweza kwenda kesho na kuiandaa. Na ni muhimu kujua, tupo kwenye wakati ambao tunahitaji kuomba, tunahitaji kuomba, tunahitaji kuomba, tunahitaji kuomba, kuomba. Kwa hiyo Mungu anisaidie na Mungu akusaidie kupata nafasi ya kuomba kwa namna ile ambayo anatupa kuomba. Lengo la somo hili lengo la somo hili, ninayo malengo kama mawili. Lengo la kwanza ni kujifunza kuitumia madhabahu ya mwana kondoo, ni kujifunza kuitumia madhabahu ya mwana kondoo kuandaa kesho ya vizazi iliyo bora bila kujali hali walionayo sasa, ni kujifunza kuitumia madhabahu ya mwana kondoo kuandaa kesho ya vizazi iliyo bora bila kujali hali walio nayo sasa. Na kwenye hili tunahitaji kutoka kwenye mimi mpaka kwenye mimi na, kutoka kwenye mimi mpaka kwenye mimi na, kutoka kwenye kujiwazia wewe binafsi, kutoka kwenye kuwaza juu yako kuanza kuwaza kesho ya wengi, kuanza kuwaza kesho ya vizazi. Na hapa tunahitaji kutoka au kuvuliwa Hezekia spiriti. Tunahitaji kuvuliwa roho ya Hezekia au tabia ya Hezekia. Angalia kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa ishirini, Wafalme wa Pili mlango wa ishirini mstari wa kumi na nane na kumi na tisa. Wafalme wa Pili, na baadhi ya wanao watakaotoka kwako utakaowazaa watachukuliwa mbali nao watachukuliwa mbali nao watakuwa matowashi jumbani mwake mfalme wa babeli nao watakuwa matowashi jumbani kwake mfalme wa babeli angalia mstari wa 19 ndipo hezekia akamwambia isaya neno la bwana ulilonena ni jema tena akasema je sivyo ikiwa amani na kweli katika siku zangu? Kama haya unayozungumza hayanigusi mimi, kama haya unayozungumza hayagusi ufalme wangu, kama haya unayozungumza hayagusi ugali wangu, hayagusi maisha yangu ya kila siku, hilo neno acha litokee kwenye hiyo kesho ya hicho kizazi. Wasomaji wa Biblia wanafahamu huyu mtumishi wa Mungu Hezekia kati ya watumishi ambao walimpenda Mungu kwa mioyo yao yote na kwa bidii, na maandiko yanasema hata alipougua akawa katika hali ya kufa, akafunga akaomba. Isaya anakuja anamwambia Hezekia, tengeneza mambo ya nyumbani mwako, maana neno la Mungu li juu yako ya kwamba hautaishi, utakufa. Na Biblia inatuambia akageukia ukutani, ambia Mungu kumbuka, kumbuka neno moja, kumbuka nilivyotenda kwa upole kumbuka nilivyonyenyekea mbele yako. Na Mungu anatuma kwa Isaya tena, mwambie mtumishi wangu Hezekia nimemwongezea miaka kumi na tano na nimeponya na ugonjwa wake. Na wakati anasherekea uponyaji ndiko tatizo lilipoanzia, ndiko alipoanza kujiwaza mimi. Kumbuka sentensi ya kwanza ya Mungu kwa Hezekia, tengeneza mambo ya nyumbani mwako. Kwa nilitegemea nafasi aliyopewa ya, ya kuishi iwe ni nafasi ya kutafuta rehema, iwe ni nafasi ya kutafuta neema kwa ajili ya kizazi kinachokuja, lakini spiriti roho ya mimi mimi mimi kila kitu mimi kwanza mimi ikaja mbele yake na mfalme wa Babeli anatuma wajumbe kwenye nyumba yake na Isaya anamwonyesha kila kitu bila kujali. Na anapoondoka tu akiwa ameona kila kitu, Isaya anarudi anasema, wametoka wapi? Nasema, wametoka nchi ya mbali. Nasema, lisikie neno la Bwana, hawa waliokuja kwako watarudi tena, sio sasa, watachukua kila kitu ulichoona na watoto wako. Neno la kuumiza ni hilo, na watoto wako wana wa kifalme, wenye tabia ya ufalme ndani yao, wenye roho ya ufalme ndani yao watachukuliwa kwenda kuwa mateka na kuwa matowashi kwenye mji wa Babeli. Nilitegemea Isaya anguke chini, Hezekia anguke chini. Nilitegemea apige kelele ya toba, lakini anauliza, vinatokea lini? Kwenye ufalme wangu nitakuwa salama kwenye kizazi, kwenye hatua yangu ya kumalizia, nitakuwa salama. Mimi si haya atanigusa. Anaambiwa ndio, ila kwenye siku za wanao yatatokea. Na huoni akifanya chochote. Anasema kama yanakuja kwenye siku za wanangu, na acha yaje. Roho ya umimi. Hatuwezi kutengeneza kizazi kilicho bora kama tunajiwaza sisi wenyewe. Hatuwezi kutengeneza kizazi chenye nguvu kama tunajiwaza sisi wenyewe. Lazima tufike mahali pa kulipa gharama. Ninakuomba kuwa daraja la wengine kufurahia maisha kesho, kuwa daraja la wengine kumshukuru Mungu kesho, kuwa daraja. Naomba niseme sentensi ngumu, ukilala ukiwa haupo kwenye haya maisha, utakumbukwa kwa mambo mawili. Mwambie jirani yako, utakumbukwa kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, utakumbukwa kwa matatizo uliyotatua. Utakumbukwa kwa matatizo uliyotatua. Watamshukuru Mungu kwamba tuna mtu aliyetusaidia kutatua matatizo. Lakini jambo la pili, utakumbukwa kwa matatizo uliyotengeneza. La kwanza, utakumbukwa kwa matatizo uliyotatua. Namna ulivyokuwa jibu la maswali, watu watakukumbuka. Lakini jambo la pili, uwe na uhakika, watu watakukumbuka pia kwa matatizo uliyotengeneza. Sasa napaswa kuchagua, niwe jibu la kutatua matatizo na nikumbukwe hivyo, au niwe sababu ya watu kulia, Mungu lituachie hichi kiumbe kikatutesa namna hii, kwa nini ulifanya hivi? Kwa hiyo tunahitaji kulipa gharama, kujifunza namna ya kutumia madhabahu. Lazima tujifunze kuiandaa hiyo kesho. Lengo la pili, lengo la pili, lengo la pili ni kujifunza namna ya kuandaa sababu, ni kujifunza namna ya kuandaa sababu ya kuifanya mbingu kuufuatilia uzao wako bila kujali nyakati, majira au eneo na kuachilia rehema na neema juu yao kiasi cha kuepushwa na mabaya na kumiminiwa baraka. Ni kujifunza namna ya kuandaa sababu. Le neno sababu ni la msingi, namna ya kuandaa sababu ya mbingu kufuatilia uzao wako bila kujali nyakati walizopo, bila kujali majira waliyopo bila kujali eneo walilopo na kuachilia rehema na neema juu yao kiasi cha kuepushwa na mabaya na kumiminiwa baraka angalia kitabu cha mwanzo mlango wa ishirini na saba mstari wa ishirini mwanzo ishirini na saba ishirini isaka akamuuliza mwanaye imekuwaje umepata upesi namna hii mwanangu akasema ni kwa sababu ni kwa sababu mu, Bwana Mungu wako amenifanikisha. Sio kwa sababu yangu, kwa sababu yako Bwana Mungu wako, kila nilichokuwa natafuta, bidii niliyokuwa nayo, Bwana Mungu wako, kwa sababu ya rehema na neema ulizozitengeneza Isaka, mimi mwanao, Bwana Mungu wako amenipa kustawi amenipa kufanikiwa amenipa kuvuka, ni kwa sababu ni kwa sababu. Ukisoma kwenye Biblia utashangaa kuna watoto wengi ambao Mungu aliwatendea kwa sababu, naomba nirudie tena, kwa sababu yani Mungu afanyi kwa ajili ya huyo mtoto, anafanya kwa sababu, sababu sio yeye mtu mwingine, sababu baba yake, sababu mama yake, sababu bibi yake, sababu babu yake. Kwa hiyo kumbe, tunaweza kutengeneza sababu tukiweza kutafuta rehema na neema za Mungu, sawa sawa, tukatengeneza sababu ya kizazi kuokolewa, sababu ya kizazi kuponywa, sababu ya kizazi kuhifadhiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, jitahidi uwe sababu. Mwambie na mwingine tena jitahidi uwe sababu. Mwambie na mwingine tena jitahidi uwe sababu. Niangalie kidogo, tafsiri ya maneno haya mawili neema na rehema, tafsiri ya maneno haya mawili alafu niseme mtu mmoja tu kwenye Biblia sababu, alafu niishie hapo asubuhi hii. Tafsiri ya haya maneno mawili, neema ni kupewa usichostahili kana kwamba unastahili. Tafsiri ya neema ni kupewa usicho stahili kana kwamba unastahili, ni kupewa uwezo wa kustahilishwa ingawa haukustahili. Neema ni kupewa usicho stahili kana kwamba unastahili, ni kupewa uwezo wa kustahilishwa angawa haustahili, kupewa usichostahili kupewa uwezo wa kustahilishwa angawa kwa mazingira ya nje haustahili. Rehema, tafsiri ya rehema ni kumhesabia uhuru anayestahili kuadhibiwa bila kumwadhibu, ni kumhesabia uhuru anayestahili kuadhibiwa bila kumwadhibu, ni kumlipia gharama, ni kumlipia gharama. Ni kweli anastahili adhabu, lakini rehema zinamfanya awe huru mbali na adhabu. Sio kwa sababu yake, ni kwa sababu kuna mtu mwingine amelipa gharama kwa niaba yake. Rehema ni kitendo cha mtu kustahili adhabu, ila ile adhabu ikaondolewa kwa sababu ya mtu mwingine aliamua kulipa gharama. Ni kitendo cha mtu anastahili adhabu kabisa, lakini adhabu imeondolewa juu yake, sio kwa sababu ya bidii yake, sio kwa sababu ya jitihada yake, ila kuna mtu mwingine amelipa Tungeweza tukasema rehema ni kulipa deni kwa ajili ya mtu mwingine awe huru. Rehema ni kulipa deni kwa ajili ya mtu mwingine ili awe huru. Sasa swali langu la msingi ni, wazazi na walezi wangapi ambao wapo tayari kulipa gharama ili kizazi kinachokuja kikutane na rehema na neema zikiwa zimekifunika bila kujali chenyewe kinajua au hakijui. Na ndio maana pale mwanzoni kasema ninahitaji na unahitaji kuwa sababu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie mtu mmoja, sababu ya mtu mmoja, sababu ya Yonathani tuangalie wenzangu, wataniekea sababu ya Yonathani, sababu iliyobeba thamani ya kizazi, sababu ya Yonathani, sababu ya Yonathani. Daudi anasema kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja kile kitabu cha Samueli wa pili mlango wa tisa mstari wa kwanza na wa nne, Samueli wa pili tisa moja mpaka nne, mimi nitasoma moja peke yake. Kisha Daudi akasema Je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli, nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani. Amesalia mtu mmoja kwenye nyumba ya Sauli, nipate kumtendea mema kwa ajili kwa sababu, kwa sababu, ya Yonathani, ni nani aliyesalia? Na wasomaji wa Biblia wanafahamu kwenye ile nyumba kulikuwa kumesalia mtoto mmoja tena mlemavu aliyeitwa Mefiboshet, na wakati huo wa Mefiboshet alikuwa amefichwa kwenye eneo linaloitwa Lo-debari. Niko na tafsiri taf taf taf ya hilo neno Lo-debari na wenzangu wamejaribu kunipa tafsiri yake, mahali ambapo Mefiboshethi alikuwepo. Na nikawa naangalia ile neno ambalo mchungaji alikuwa anafundisha, litakuaje neno hili, litakuwaje neno hili, litakuwaje neno hili. Sasa Lo Debar, angalia tafsiri yake ambayo wenzetu wametuwekea, majina ya mji huu ni kukosa, kutokuwa, pasipo na malisho watu waliosahaulika, wanyonge, maskini, wasio na future, wategemezi wote walijaza huko. Ni mahali ambapo yoyote aliyekaa huko hakuwa na tumaini tena, yoyote aliyekaa huko hakuwa anafikiri kesho tena. Ninawezaje kutoka Lodebari kwenda Hebron? Ninawezaje kutoka kwenye mji huu usio na malisho, mji huu usio na hatua, mji huu wa watu waliokata tamaa kwenda kwenye mji wa kifalme? Ni kwa sababu kuna baba yangu anayeitwa Yonathan aliyetengeneza sababu. Hata kama leo napita kwenye maumivu na mateso, kuna sababu kesho itakayonivusha kwenda hatua nyingine. Acha nizungumze na mtu mmoja hapa, kwa mafungo haya. Haya, na kwa maombi haya iwepo sababu ya kizazi chako kutoka Lo-debari kwenda Hebroni, iwepo sababu ya kizazi chako kutoka kwenye maumivu na mateso kwenda kwenye furaha na kicheko. Tena litakuwaje neno hili? Sio kwa uwezo wala kwa nguvu, ila ni kwa rehema na neema za Mungu zitakazokuwa zimekufunika wewe kwa ajili ya uzao wako. Washindi wachache, wampe Yesu makofi yanayoeleweka Litakuwaje neno hili? Mefiboshethi anawezaje kupona? Anawezaje kuokoka kwa sababu ya baba yake? Kuna mtu mmoja amesalia kwenye nyumba ya Sauli. Ni kweli wote wamekufa, ni kweli wote wamepata maumivu, wameondolewa, lakini kuna mmoja amesalia. Na mfalme anasema kama kuna mtu aliyesalia wa hiyo nyumba, nitamtendea mema, sio kwa sababu yake kwa sababu ya Yonathani baba yake. Tunakuombea katika jina la Yesu uwe sababu ya wengi kutendewa mema. Tunakuombea katika jina la Yesu uwe sababu ya wengi kutendewa mema. Wema ni gharama, mchungaji amekuwa akifundisha mara nyingi sana, na mimi naomba niliseme tena, wema ni gharama. Kama wenzangu wanaweza kuniwekea, wema ni gharama, na ubaya ni gharama, na vyote vina matokeo ya leo na kesho. Wema ni gharama na ubaya ni gharama, na vyote vina matokeo ya leo na kesho. Ukiwa haupo duniani leo, utakumbukwa kwa yale mambo mawili tuliyozungumza. Inategemea sasa, umeamua kuchagua upande gani, ili kesho ya vizazi isiwe na maswali yenye maumivu, isiwe na maswali yenye mateso, isiwe na maswali. Tafuta rehema, tafuta neema. Na hapa nizungumze jambo hili ninapomaliza. Mungu anisaidie na Mungu akusaidie, uwe sababu ya vizazi kuvuka, uwe sababu ya vizazi kuokoka, uwe sababu ya vizazi kuponywa, uwe sababu ya vizazi kuokolewa, uwe sababu uwe sababu. ukipata nafasi ya kuomba toka kwenye mimi ukipata nafasi ya kuomba toka kwenye mimi, nisikilize vizuri. Kati ya maombi unayotakiwa kuomba kwa machozi yako ni vita uliyopitia wewe, kizazi kinachokuja kisiipitie. Kati ya maombi unayotakiwa kuomba ni maumivu uliyokutana nayo mahali popote, kizazi kinachokuja kisikutane nayo. Omba unavyoweza, funga, tafuta na uso wa Mungu, mwambie Mungu Sitamani vita niliyokutana nayo, sitamani maumivu niliyopitia, sitamani changamoto nilizokutana nazo, kizazi kingine kikutane nazo. Mimi nataka niwe sababu ya kukumbukwa, sababu ya kufurahiwa, sababu ya watu kumtukuza Mungu kwenye kizazi kinachokuja, mimi niwe sababu, na njia mojawapo ni kutafuta rehema na neema za Mungu zifunike kizazi. Rehema na neema za Mungu zifunike kizazi, kama macho ya watumishi kwa mkono wa bwana zao, na kama macho ya mjakazi kwa mkono wa bibi yake, hivyo macho yetu humwelekea Bwana hata atakapoturehemu. Hata atakapoturehemu. Tunachotafuta ni kurehemiwa, rehema zitakazotuvusha sisi, rehema zitakazovusha kizazi. Tunachotafuta ni neema, neema itakayotustahilisha sisi, na neema itakayostahilisha kizazi. Tunachotafuta ukituona tunaomba, ukituona tunafunga, ukituona tunaachilia sadaka, kuna kitu tunachotafuta, kuna kitu tunachotengeneza, sio kwa ajili yetu wenyewe, kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Na sisi tunakuombea kwenye hii madhabahu Mungu ayakumbuke maombi yako na kuyatakabali akupelekee msaada kutoka mbinguni juu na kukutegemeza kutoka Sayuni. Apelekee uzao wako msaada kutoka mbinguni juu na kuutegemeza kutoka Sayuni, bila kujali wako wapi, bila kujali wanachopitia. Tunatangaza kwenye hii madhabahu, msaada wa Bwana utakuwa juu yao, msaada wa Bwana utakuwa juu yao tawapelekea msaada kutoka pata fu pake na kuwategemeza kutoka Sayuni. Atayakumbuka maombi yako, atazikumbuka sadaka zako, bila kujali sasa wapoje, bila kujali wanapitia nini. Lisikie neno la Bwana. Kama Mefibosheti aliyekuwa amesahaulika, aliyekuwa amekata tamaa, aliyekuwa amechakaa, aliyekuwa hakuna hatua mpya kwake, mbingu zilimkumbuka, na akawa mmoja wa wanaokula mezani pa mfalme. Ninakuombea katika jina la Yesu zikumbuke uzao wako, ziwatafute mahali walipo, ziwalete kwenye meza ya wafalme, wakae hapo. Ziwatafute mahali walipo, ziwe faraja kwao, ziwe uokovu wao, ziwe njia yao. Mbingu ziwatafute, ziwape kustahili mahali wasipostahili, ziwape kustahilishwa mahali wasingetegemea kustahilishwa. Na hii ndiyo dua yetu na sala yetu kwa Bwana ya kwamba Mungu ayasikie maombi yetu na aisikie dua yetu aukumbuke uzao wetu mahali ulipofichwa, mahali ulipozuiliwa, Mungu aulete tena katika njia iliyonyooka, katika njia iliyonyooka, awafundishe njia watakayoiendea, jicho lake likiwatizama, awaelekeze kwa mkono wa kuume wa haki yake, asiwapungukie mchana, asiwapungukie usiku, awalinde waingiapo, awalinde watokapo, awafiche na mabaya yote, sio kwamba mabaya hayatakuwepo ila Bwana atawaficha na mabaya yote, sio kwamba uharibifu hautakuwepo. Lakini kama kuku anavyoficha vifaranga vyake ndivyo Mungu atauficha uzao wetu kwa sababu ya rehema na neema zake. Washindi wachache wampe Yesu makofi yanayoeleweka, na wanaosema niko hapa kwa ajili ya sababu wampe tena Yesu makofi yanayoeleweka. Niko hapa kwa sababu ya sababu, niko hapa kwa sababu ya sababu. Litakuwaje neno hili? Ni kwa sababu ninaomba, ni kwa sababu namta futa Mungu litakuaje? Neno hili ni kwa sababu nalipa gharama ili wengine wavuke kwa uhuru wao. Mpe tena Yesu makofi yanayoeleweka. Baba, uyasikiaye maombi yetu, na utusikie tena, utupae rehema na neema kwa ajili ya vizazi, na uyasikie maombi yetu, usitusahau sisi wala uzao wetu, kizazi baada ya kizazi, katika jina la Yesu, amen.